uwa hapa mkutano ambao ni wa pili kwa wakurugenzi wa bodi ambazo serikali ina hisa chache katika makampuni ambayo serikali ina hisa chache yapo jumla ya 56 na katika hotuba yangu nimewapongeza na kuwashukuru kwa mchango mkubwa ambao wanatoa e, hasa kwenye swala so zima la gawio ambapo mwaka 2023/24 wameweza kuchangia zaidi ya shilingi bilioni 159 ni mchango mkubwa katika gawio lote la serikali ambalo tunatoka kwenye makampuni mbalimbali, kampuni hizi zinachangia karibu asilimia thelathini na mbili. Ni mchango mkubwa, lakini umetoa wito kwamba katika zile kampuni ambazo hazijaanza kuchangia, nazaweza kuchangia tupate gawio la serikali. Jambo la pili muhimu ambalo limesisitiza ni, ni kwamba makampuni yetu haya ni muhimu sasa yaingie katika ushindani katika bara letu la Afrika na duniani, tungetamani na kuona kwamba miaka mitano kumi ijayo makampuni yetu haya yaweze kuwa miongoni mwa makampuni makubwa ya duniani eh, yaweze kushindana sio tu hapa Tanzania, lakini katika ukanda wetu wa Afrika na duniani eh, kwa ujumla. Na jambo la tatu muhimu ni kwamba eh, nimewaeleza umuhimu wa kuhakikisha kwamba mipango yao yote inaendana na mipango ya maendeleo ya serikali, kwa sababu utendaji wao wa kazi na mambo yao yote wanapaswa kutoa mchango katika ile direction ya nchi inapokwenda e, katika mipango yetu ya uchumi. Kwa hiyo, otherwise tunategemea na nimesisitiza kwamba e, serikali itaendelea kuweka mazingira mazuri kwa sekta binafsi kuweza kushamiri na kwamba e, serikali itajuisha zile shughuli ambazo kwa kweli zinapaswa kufanya na serikali ili sekta binafsi katika nchi yetu iendelee kustawi na kuchukua nafasi yake katika maendeleo. Tunapozungumza tunayo makampuni kumi yakifanya kazi nje lakini yana nafasi ya kuweza kufanya vizuri zaidi, yaingie katika makampuni makubwa katika Afrika, yawe makampuni makubwa duniani, kwa sababu uchumi wote duniani ambao tunaofuata unaendeshwa na makampuni. Kwa hivyo wanafanya vizuri, lakini wito wangu ni kwamba they can do better, tuende tukashindani duniani. E, kwa mfano kila mwaka e, majarida huwa yanachapisha makampuni makubwa mia tano. Tungetaka kuona na sisi makampuni yetu yanaingia huko. Tuna la kujifunza kutoka uendeshaji wa makampuni kutoka sekta binafsi, namna ya kuweka mitaji, namna ya kuboresha management. Lakini vilevile vile muhimu hapa ninatuambia kwamba eh, ni muhimu kuimarisha sekta binafsi, kwa sababu ndio inaweza kutoa mchango mkubwa zaidi, eh, katika uchumi wetu. Kwa hivyo huko, eh, mbele, serikali eh, ni kuachana makampuni ambayo yanafanya shughuli ambazo zinaweza kufanywa na sekta binafsi, ili sekta binafsi ifanye vizuri, kwa sababu ina mchango mkubwa zaidi kuliko, eh, kuliko, uh, kuliko sekta zingine Ahii huwaeleza washiriki kuwa ofisi yako, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, ipo katika maandalizi ya mchakato muhimu wa uandaaji wa mpango wa maboresho ya mazingira ya biashara, Blueprint awamu ya pili. Wote rafiki, tunafahamu serikali imekuwa ikitekeleza mkakati wa maboresho ambao wa kwanza utaisha mwisho wa mwaka huu na kwenye E, mkakati ule tuliangalia maeneo mengi hasa maeneo ya tozo regulation mbalimbali na mambo mengine ambayo yalikuwa kikwazo katika utendaji wa biashara lakini na uwekezaji. Taasisi hizi serikali ina uwekezaji wa trilioni 2.8 ambao ni uwekezaji mkubwa sana, lakini zimeendelea pia kutupa gawio. Mfano, tukiangalia mwaka jana tulipata bilioni 195 kutoka bilioni kama hamsini na nane miaka minne iliyopita. Huu ni, ni ongezeko la asilimia mia mbili na thelathini na zaidi. Kwa hiyo tunaona kwamba huu ni mchango mkubwa ambao umeendelea kukua kwa wastani wa asilimia hamsini kila mwaka, lakini tunaamini kwamba kwa uwekezaji kwa wa trilioni mbili pointi nane tunaweza kupata michango mikubwa zaidi ya igawio, linaweza likapatikana kubwa zaidi ya hili na ndio maana tuko hapa mahali hapa ili kujadiliana kuangalia namna gani, nini kifanyike, lakini matumizi ya teknolojia kama tulivyoona simu yetu ya mkutano huu, namna gani inaweza kutusaidia kuendelea kuchakata, kuhakikisha kwamba tunapata mchango mkubwa zaidi kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya nchi yetu. Mchango wa taasisi hizi katika bajeti ya Taifa ni asilimia tatu. Tumeprojekti ndani ya miaka mitano mpaka kumi ijayo tufanye asilimia kumi ya bajeti, kwa sababu tunaamini inawezekana. Uwekezaji wa trilioni 86 sio mdogo. Kwa hiyo kutoka asilimia tatu iliyopo sasa hivi, kwa miaka mitano ijayo tuweze kuchangia asilimia kumi. Tumefanya hesabu, tumeshaangalia maeneo gani ya kugusa zaidi, ili tuweze kuchangia zaidi katika bajeti ya nchi, kama mojawapo ya chanzo cha mapato. Kwa majina naitwa Joseph Mwere, ni mkurugenzi wa biashara kutoka makao makuu ya Airtel Tanzania. Leo imekuwa siku nzuri. Ufunguzi wa waziri uh, Profesa Mkumbo umekuwa ni eye opener kwetu kama taasisi ambazo serikali ina share. Uh, dira ya serikali ambayo inaenda kufunguliwa ikiongelea zaidi innovation na digitalization, na sisi kama wabia katika sekta ya teknolojia tuko mstari wa mbele kuisaidia uh, serikali katika vision ambayo ina, inaileta. Tarajio yetu ni kwamba wigo mpana wa ushirikiano kati yetu na taasisi mbalimbali za serikali na za binafsi pia, katika kuhakikisha hii dira inafikiwa na inakidhi malengo ya ya uandaji wake. Nadhani hilo ni tarajio kubwa, lakini tarajio lingine ni kwamba mengi tutayapokea, tutazisikiliza na sisi, tutazichukua kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukawasaidia katika kutimiza ma matarajio yao. Kwa hiyo, nadhani hilo ni tegemeo langu kubwa pamoja na timu nzima ya Airtel.